Tukubalianeni hapa, swala la usalama silo swala la kuweka siasa ndani yake. Wewe ukija ama ukikaa na vijana ama ukiwa kwenye mkutano, usimame useme, ni kwa sababu hakuna kazi. So wewe una justify yale wanayofanya vijana ni sawa indirect. unasema kwa sababu hakuna kazi Huyu kijana kushika panga na kuiba kwa mwingine kukata mwingine ni sawa. Husemi tu hivyo, lakini unasema indirect. Tumeelewana vizuri. Hii siasa tusiwe na mbio. 2027 itafika na tutafanya siasa. Hiyo mbio ni ya nini? Kwa hiyo wanasiasa wenzangu Tushiriki. kama kweli sisi wa jeni, leo hii wako wapi? kama kweli sisi wa jeni, hili jambo limetuguza, tunataka kulimaliza. sisi Sisi tumekuja kutafuta suluhisho, wao wasema wako na suluhisho. Mbona hawakuja hapa? na wadosi wote wa usalama wa kuanzia Msambweni mpaka Coast region wako hapa. Wako wapi leo? waje wapeane A solution yao waje wapeane way forward yao, ili tumalize hili swala. Hatutakuwa mwaka jana tulikuwa pale showground tukiongea jambo la vijana, mwaka huu tena tuko hapa tunaongea jambo la yani, sisi hatuwezi kuitana hapa kuongea maswala muhimu ya kujenga hii jamii.